Karibu katika kipindi kizuri cha ndoto yako ni maisha. Ndoto ni maisha. Harisi, ni nini maana ya kuota mti umeanguka au umekatwa? Karibu, hii ni Ebeneza R TV, subscribe ili kuendelea kupata maana nyingi za ndoto na mengine mazuri kabisa. Biblia inazungumzia mti kuwa ni mtu. Tuanze kwa kusoma Marko sura ya nane mstari ishirini na mbili. Neno la Mungu linasema, wakafika Bethradia, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho akamwekea mikono yake akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu akasema anaona watu kama miti inakwenda. Unaona hapa mstari wa ishirini na nne, mti inafananishwa na watu. Hivyo unapoona katika ndoto mti umeanguka nyumbani kwako au kwenu mahali popote, basi tafsiri yake ni kwamba kuna mtu unayemfahamu au pengine wewe mwenyewe, aidha atakwenda kufa au kushuka chini. Na kifo hicho au kushushwa huko kunaweza kuwa kunasababishwa na shetani au Mungu mwenyewe, Mungu Mkuu. Kama ni shetani basi suluhisho ni maombi kwamba unapaswa uombe kwa bidii na imani na kwa juhudi ili roho ya mauti iondoke, na kukumbuka roho ya mauti iondoke. Na kumbuka, huwezi kuivunja au kuiharibu mipango ya shetani kama wewe mwenyewe hujaokoka. Ni lazima uokoke unabudi kumwamini Yesu na kumfuata na kumpa maisha yako, kupata ufalme wa mbinguni maishani mwako, ndipo uwe na mamlaka ya kudhibitisha mipango yote ya adui. Lakini kama umeona umekatika au umeanguka na aliangusha ni kama vile Mungu au malaika wake, basi tambua kuwa ni Mungu anakwenda kukushusha chini au kuangamiza kabisa. Hivyo mara nyingi ni kutokana na dhambi mtu anazozifanya zisizompendeza Mungu. Kumbe dhambi inasababisha madhara makubwa. Unathibitisha hilo kwa ile ndoto ya Nebukadreza aliyoota ku, na kupewa tafsiri yake, ile kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 18. Nitasoma na wewe utaendelea mpaka mstari wa 33 na utafahamu vizuri mimi Nebukadretha nimeiona ndoto hii, na wewe e Perushala, eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wa Mungu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, na roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Ndipo Danieli aliyeitwa jina la Betshadha akashangaa kwa muda, na fikira zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu e, karea ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Betshadha akajibu akasema, bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wa kuchukiao tafsiri yake iwapate adui zako. Ule mstari wa ishirini neno la Mungu linasema, ule mti ulioona uliokuwa ukawa na nguvu, mrefu, ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote ambapo majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao katika matawi yake, ni wewe mfalme, uliokuwa na kupata nguvu, kwa maana ukuu wako umekuwa kufika mpaka mbinguni. Na maraika wako wamefika mpaka mwisho dunia wa dunia. Ukiendelea kusoma mpaka mstari wa 33 utapata maana nzuri vilevile. Kama umeota mti wako umeukata au kuanguka, basi yachunguza maisha yako na utubu Mungu hako. Anakupenda, ndio maana anakuonyesha hayo na lengo ni utubu. Msisahau kusubscribe. Hii ni Ebeneza R TV.